Rais Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa vigogo wanne kuwa wenyeviti wa bodi mbali mbalimbali kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka. Taarifa ya Mkurugenzi wa Mawasiliano Ikulu iliyotolewa leo Februari 11, 2026 inabainisha kuwa walioteuliwa ni pamoja na Anne Samamba Makinda ambaye ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya usimamizi ya Ofisi ya Taifa ya Takwimu NBS. Makinda aliyewahi kushika nyadhifa kubwa nchini Tanzania ikiwemo spika wa bunge kuanzia mwaka 2010 hadi 2015 ameteuliwa katika nafasi hiyo baada ya kuhudumu katika nafasi ya kamisaa wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Wengine walioteuliwa ni Jaffer Machano, ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya shirika la Reli Tanzania TRC, akichukua nafasi ya Ally Amani Karavina. Aidha, Rais Samia pia amemteua Dk Albina Andrew Chuwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya kituo cha taifa cha ufuatiliaji wa kaboni NCMC na Profesa Makenya Abraham Maboko kuwa mwenyekiti wa tume ya vyuo vikuu Tanzania TCU.